Matangazo ya Amka na BBC katika idhaa ya Kiswahili ya BBC. Ujambo msikilizaji na karibu. Mimi ni Belden Walioula. Tulionayo katika Amka na BBC leo hii: maandamano makubwa yashuhudiwa mjini Tehran nchini Iran na maeneo mengine nchini humo, waandamanaji wakilalamikia kwa nguko sarafu ya taifa hilo na kudorora kwa uchumi. Abdallah Bakari sijambo, ajizolea umaarufu katika kazi yake ya ukondakta mjini Dar es Salaam nchini Tanzania, kwa kutumia ucheshi kwa vutia abiria. Bonjo gari, bonjo kipindi. Naanza kwanza, nilianza kawaida, nikaona ngoa ni, niwe tofauti na makondakta wengine. Cha kwanza pia, anapopanda gari langu anajipatia na zawadi ya pipi au bablish. Na katika gumzo letu asubuhi hii tunaangazia michuano ya AFCON. Timu zipi zitafaulu katika hatua ya robo fainali? Misri wana kibarua wa kigumu sana kuweza kuzuia safu ya ushambuliaji ya Ivory Coast, maanake wale wameonekana ya kwamba wanataka kutetea ubingwa wao kwa vyovyote vile, na jinsi ambavyo wanacheza unapata ya kwamba, they are free scoring team. Lakini kwanza ni muhtasari wa habari za dunia naye Victor Kenani. Karibu Kenani. Shukran. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amezungumzia kifo cha Renee Nicole Good ambaye aliuawa kwa kupigwa risasi kwenye gari lake juzi Jumatano na afisa wa uhamiaji, lakini Bwana Vance amesema alikuwa mwathirika wa itikadi za mrengo wa kushoto na lazima awe amechanganyikiwa kidogo. Hapo awali gavana wa Minnesota Tim Walz alisema watu walioko madarakani akiwemo bwana Vance, Donald Trump na waziri wa usalama wa ndani Kristi Noem tayari walikuwa wamemhukumu bigot. Aliwashutumu kwa kushiriki habari ambazo hakika zilikuwa za uongo na kwa kutoa maoni kuhusu tabia na matendo yake. Kuna ripoti za mapigano kati ya vikosi vya usalama vya Iran na waandamanaji katika miji kote nchini humo, ukiwemo mji mkuu Tehran na mji wa pili kwa ukubwa wa Mashlad. Video kwenye mitandao ya kijamii zinaonyesha maelfu ya watu wakiandamana barabarani kuelekea wilaya za kati. Katika picha hizo waandamanaji wanasikika wakitoa wito wa kupinduliwa kwa kiongozi mkuu wa Iran, Ayatolah Hamenei. Ilikuwa ni siku ya kumi na mbili mfululizo ya machafuko ambayo yamechochewa na hasira kuhusu kuanguka kwa sarafu ya Iran na kuenea kwa zaidi ya miji na vijiji mia moja katika majimbo yote thelathini na moja ya Iran kulingana na mashirika ya kutetea haki za binadam Hili ndilo tukio kubwa zaidi dhidi ya viongozi wa kidini tangu mwaka 2009 wakati mamilioni ya watu walipoandamana dhidi ya madai ya ufisadi katika uchaguzi wa urais. Na katika karipio la nadra kwa rais Donald Trump, bunge la seneti la Marekani limekubali kupigia kura azimio ambalo litamhitaji kutafuta kibali cha bunge la Congress kwa operesheni zozote za kijeshi za siku zijazo nchini Venezuela. Wanachama wa Republican watano walipiga kura ya kuunga mkono azimio hilo pamoja na wabunge wa Demokrat. Bwana Trump amesema maseneta wa chama cha Republican waliopiga kura ya kumuunga mkono wamehujumu usalama wa taifa na hawafai kuchaguliwa tena. Azimio hilo lilihitaji kuungwa mkono na theluthi mbili ya bunge la Congress, jambo ambalo wachambuzi wanasema haliwezekani, ili kuepuka kura ya turufu ya rais na hatimaye mmoja wa watoto pacha wa changa wa mwandishi wa vitabu wa Nigeria Chimamanda Ngozi Adichie amefariki dunia. Familia yake imethibitisha. Taarifa rasmi ya familia imesema mvulana Nkanu Namdi mwenye umri wa miaka 21 ambaye mwandishi huyo alizaa na mmewe, Daktari Ivara Esege, alifariki siku ya Jumatano baada ya kuugua kwa muda mfupi. Hii ni BBC mm. Muktasari wa habari za dunia umesomwa na Victor Kinani, ukiwa nchini Tanzania, matangazo ya Amka na BBC anasikia kupitia Abu FM, CGFM na Classic FM. Kenya ni County FM na Pamoja FM. Kule Uganda yasikia kupitia Busoga, Voice of Busoga Radio Kitara na Radio Paidha, na kule DRC ni Radio Muungano Beni pia yapo kwenye tovuti yetu ya BBC Swahili.com na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili. Karibu, mimi ni Belden Waliyeula. Waandamanaji nchini Iran wamezidi kuongeza shinikizo dhidi ya uongozi wa kidini wa taifa hilo kwa maandamano makubwa zaidi kuwahi kutokea na mikutano ya hadhara ambayo yamedumu kwa wiki mbili sasa. Mamlaka za taifa hilo zimelazimika kukata huduma ya mitandao, huku idadi ya vifo kutokana na makabiliano ya vikosi vya usalama wanaotawanya waandamanaji ikiwa haijulikani. Harakati hiyo ilianza kwa kufungwa kwa soko la Tehran tarehe 28 mwezi Disemba mwaka uliopita baada ya sarafu ya rial kuporomoka hadi viwango vya chini kabisa kuwahi kushuhudiwa, na imeenea kote nchini sasa, na inaambatana na maandamano makubwa zaidi, yakiwemo yale ya mji mkuu Tehran. Zaidi na Victor Kinani maandamano hayo yameipa wasiwasi mamlaka chini ya Ayatola Ali Khamenei ambayo tayari inakabiliana na, na mgogoro wa kiuchumi baada ya miaka ya vikwazo na wakijaribu kupona kutokana na vita vya mwezi Juni dhidi ya Israeli. Rais wa Marekani Donald Trump kwa upande wake, siku ya Alhamisi alitishia kuchukua hatua kali dhidi ya Iran endapo mamlaka zake zitaanza kuua watu, akionya kuwa Washington itawashambulia kwa nguvu kubwa. tunafuatilia hali hiyo kwa karibu sana ikiwa wataanza kuua watu kama walivyofanya hapo awali nadhani watapigwa kwa nguvu kubwa sana na Marekani. Ujumbe huo ulitolewa baada ya mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kuishtumu vikosi vya usalama vya Iran kwa kuwapiga risasi waandamanaji, huku shirika lisilo la kiserikali la Iran Human Rights lenye makao yake nchini Norway likisema siku ya Alhamisi kwamba vikosi vya usalama vimeua angalau waandamanaji 45 watoto wadogo wanne tangu maandamano yaanze. Shirika hilo lilisema siku ya Jumatano ilikuwa siku yenye umwagikaji damu zaidi katika maandamano hayo, ambapo waandamanaji kumi na watatu walithibitishwa kuuawa. Vyombo wa vya habari vya Iran na taarifa rasmi vimeripoti kuwa angalau watu 21 wakiwemo maafisa wa usalama wameuawa tangu machafuko yaanze, lakini licha ya msako mkali, maandamano yaliendelea tena hadi usiku wa Alhamisi. Umati mkubwa ulionekana ukikusanyika kwenye barabara pana ya Ayatola Kashani kaskazini magharibi mwa Tehran, huku picha nyingine zikionyesha umati wa watu ukiandamana katika mji wa Abadan magharibi mwa nchi. Maandamano yalipokuwa yakitikisa miji kote nchini, shirika la ufuatiliaji wa mtandao NetBlocks lilisema Alhamisi kuwa vipimo vya moja kwa moja vinaonyesha Iran sasa iko katikati ya kukatika kwa mtandao kote nchini huku maandamano yakienea kote Iran, shirika la Marekani la Human Rights Activists News Agency lilisema mikutano ya hadhara imefanyika kote maeneo 348 katika majimbo yote 31 ya Iran. Vyama vya upinzani vya Kikurdi vya Iran vilivyo Iraq vilitoa wito wa mgomo wa jumla Alhamisi katika maeneo yenye Wakurdi magharibi mwa Iran. Kundi la haki la binadam la hengo lilisema wito huo ulifuatwa kwa kiwango kikubwa katika takriban miji na vijiji thelathini, likichapisha video za maduka yaliyofungwa katika majimbo ya magharibi ya Ilam, Kermansha na Lorestan. Lilihutumu mamlaka kwa kuwapiga risasi waandamanaji huko Kermansha na mji wa karibu wa Kamiaran kaskazini na kuwajeruhi waandamanaji kadhaa. Rais wa Iran Masud Pezeshkian siku ya Alhamisi alitoa wito wa kujitahidi kujizuia kwa kiwango cha juu katika kushughulikia maandamano akisema kuwa tabia yoyote ya vurugu au ya kulazimisha inapaswa kuepukwa. Waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Johan Wedepool kwa upande wake alilaani matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya waandamanaji. Waandamanaji katika mji wa Kuchenar katika jimbo la kusini la Fars walionekana wakishangilia usiku walipobomoa sanamu ya kamanda wa zamani wa operesheni za nje wa jeshi la walinzi la mapinduzi Kasem Soleimani ambaye aliwawa katika shambulio la Marekani mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini. Waandamanaji wanarudia kauli mbiu dhidi ya uongozi wa kidini zikiwemo Pahlavi atarejea na Said ali ataondolewa wakimrejelea Khamenei. Harakati hiyo pia imeenea katika vio vikuu, huku mitihani ya mwisho katika chuo kikuu cha Amir Kabir mjini Tehran ikihairishwa kwa wiki moja, kulingana na shirika la habari la ISNA. Maandamano haya ni makubwa zaidi nchini Iran tangu wimbi la maandamano ya mwaka 2022 hadi mwaka 2023 yaliyochochewa na kifo cha Masa Amini akiwa chini ya ulinzi baada ya kukamatwa kwa madai ya kukiuka kanuni kali za mavazi kwa wanawake. Makundi ya haki za binadamu pia yamezihutumu mamlaka kwa kutumia mbinu kama kuvamia hospitali ili kuwakamata waandamanaji waliojeruhiwa. Taarifa yake Victor Kenani. Miaka kumi na sita Abdalah Bakari Sijambo, maarufu kama mhasibu wa daladala amekuwa kivutio kwa abiria wengi ndani ya jiji la Dar es Salaam na mfano wa kuigwa kwa makondakta wenzake kwa namna ambavyo amekuwa akitoa huduma zake kwa kuchanganya sanaa ya ucheshi ndani ya kazi yake. Umaridadi wake, kivazi na matumizi ya lugha safi pia ni miongoni mwa vile ambavyo vinaendelea kumwongezea sifa na kumpatia umaarufu si tu kwa abiria ambayo anawahudumia kila bali hata kwa wafuasi wake kwenye mitandao ya kijamii Igan Sala anaarifu zaidi. Bunju, gari, bunju. Ni maarufu mtandaoni kwa jina mhasibu wa daladala, ambaye anajijua kwa sasa amepanda gari ya rais wa makondakta Tanzania. Ni kondakta jijini Dar es Salaam aliyechagua utofauti kwa kutumia talanta yake ya ucheshi na kutoa zawadi ndogondogo kwa abiria wake. Kipindi naanza, kwanza nilianza kawaida, nikaona ua ni, niwe tofauti na makondakta wengine. Cha kwanza pia, anapopanda gari langu anajipatia na zawadi ya pipi au eh, kesho anafanya zawadi ya pipi, na sasa hivi pia nimejiongeza, tunapoendea nitaanza kugawa na mayai ya kuchemsha matumizi ya misemo ya Kiswahili, muziki na lugha ya staha vinamfanya kuwa kivutio, wakati ambapo imezoeleka makondakta wengi si nadhifu, lakini pia huwa na lugha chafu mara kwa mara. Kazi unaopata shilingi 30 kwa siku, kazi nzuri, unampita hata mfanyakazi wa serikalini. Simuona, makondakta wengi hawavai time. Mimi navaa time bwana. Makondakta wengi hawavai vizuri, hawaulambi, ila mi naulamba vizuri. Eh, nimevaa saa yangu nzuri, nimependeza, nimedamsha tua, hata abiria mwenye akiingia nanaye. Kweli ukimwona kondakta yote wa daladala anadai hela huko ananuna, una matatizo ya afya. Kwa wafanyakazi wenzake kuanzia madereva, makondakta na hata mafundi garaji, wanasema ni mtu wa watu, mtendaji wake wa kazi ni mzuri, sio mbaya eh, jana anapambana, hamna shida. Maisha yake ndio kama hivi unavyomwona, ni mtu wa watu anapendwa na watu, ni mtu ambaye anafurahisha, ni mtu ambaye anapenda kumwona kila mtu anafurahi sana. Endelea kuwa na mali, jisikie kama mwenye mali. Sentreni, abiria hubaki na kumbukumbu ya huduma zake. Wengi wasiamini, kwani si jambo lililozoeleka kazi anayofanya kondakta huyu. Ni nzuri, sisi tunamfurahia. Kwanza ni mcheshi, akasiriki anaongea vizuri, yani kiufupi tu anafanya vizuri kwanza. Conductor huyo ni msafi kwanza, ni mtu unakuta yupo smart, na kama makondakta wengine wangeiga jinsi alido ingekuwa ni vizuri zaidi. Changamoto nazo ni sehemu ya maisha yake ya kazini. A, changamoto unakuta kuna mwingine labda kaamka vibaya, e, mwingine bado unaweza bado unamfurahisha na bado ka kanuna vile vile, lakini inabidi umfanye umkee ili mpaka atulie. Sawa, katika msimamo Waswahili husema, chezea fedha na si kazi kipende chako maana, kimfacho mtu ni chake, na kazi ni mbaya tu ukiwa nayo Egan Sala, BBC Dar es Salaam. Na sasa ni wakati wa taarifa za spoti na Victor Kenani, karibu Kenani. Shukran Beldin. Tunaanza na soka na kocha wa Arsenal Mikel Arteta alihisi timu yake haikuwa makini vya kutosha katika pasi za mwisho baada ya kutoka sare ya kutofungana dhidi ya Liverpool kwenye uwanja wa Emirates. Kwa matokeo hayo, Arsenal ilikosa nafasi ya kuongeza pengo hadi pointi nane kileleni mwa ligi kuu ya England. Arsenal walipiga mipira mingi ya krosi ndani ya boksi, lakini hawakuweza kupata mchezaji wa kumalizia. Liverpool walikuwa timu bora zaidi kipindi cha pili na walionekana kuwa hatari zaidi katika mashambulizi, lakini hakuna timu iliyopata bao la ushindi. Matokeo hayo yanaifanya Arsenal kubaki kileleni mwa ligi wakiwa na pointi sita mbele ya wapinzani wao wa karibu, huko Liverpool wakibaki nafasi ya nne. Tuelekee Uhispania ambapo Federico Valverde alifunga kwa mpira wa adhabu wa kuvutia mapema, Real Madrid wakifunga Atletico Madrid na kufuzu kwa fainali ya kombe la Supercup la Uhispania dhidi ya Barcelona. Rodrigo aliongeza bao la pili dakika 55 kabla ya Alexander Sotloth kuipunguzia kui Atletico, lakini mabingwa mara 13 wa Super Cup Real Madrid walifanikiwa kufika fainali siku ya Jumapili. Zawadi yao ni nafasi ya kushinda klasiko ya pili msimu huu baada ya kuifunga Barcelona 2 kwa 1 kwenye uga wa Bernabeu mwezi Oktoba. Tuelekee Ufaransa ambapo Paris Saint Germain walihitaji bao la kusawazisha dakika za nyongeza na mikwaju ya penalti kuishinda Marseille nchini Kuwait na kutua kombe la supercup ya Ufaransa kwa mara ya nne. Mfululizo mabingwa hao wa Champions League walionekana kuelekea ushindi, ushindi baada ya bao la mapema la Ousmane Dembele katika mechi ya kati yao na mabingwa wa Ligue 1 na Coupe de France hata hivyo Macelu alifunga mabao mawili mwishoni, Mason Greenwood akifunga kwa penalti na William Pacho akijifunga. Gonzalo Ramos alisawazisha katika sekunde za mwisho na kuipeleka mechi kwenye penalti, ambapo kipa wa PSG Lucas Chevalier aliyekuwa mipira muhimu ya mato raili na Hamed Traore. Nitakomea spoti hapo kwa sasa. Shukran, Beldin.